Salamu mpendwa wa Bwana, acha tena tukumbushane. Nimetaka kukukumbusha asubuhi ya leo habari za mwanaume ambaye awezekana umekwisha kuzisikia ama umekwisha kuzisoma wewe binafsi, na mwanaume huyo ni Yesu Kristo Mwanazareti. Yesu ambaye tunamjua alikuja duniani na kakufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu alikufa kwa ajili ya zambi zetu. Yesu hakukufa msalabani kwa ajili ya wenye haki ama wale ambao wamejiona tayari ni watakatifu, wale ambao wanaishi maisha matakatifu, lakini Yesu alikufa kwa ajili ya wenye zambi. Biblia iko inatwambia, twende kusoma neno fupi katika kitabu ya Matendo ya Mitume, na neno hilo talipata katika Matendo ya Mitume sura ya nne mustari wa kumi na mbili tusome katika jina la Yesu. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yoyote, kwa maana hapana jina lingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Hakuna jina lingine, hakuna njia ingine ambayo itatuokoa ambayo itatufanya watakatifu kuliko jina la Yesu Kristo. Ni jina la Yesu Kristo. Hapa ndiyo maandiko iko na shuhudia ya kusema, hakuna jina lingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Mupendwa wa Bwana, ni jia jina la Yesu tu, haiko jina la Muhamedi, haiko jina la la sijue la la, la buda, haiko jina, ni jina la Yesu tu ndilo ambalo litatuokoa. Haiko jina lako, hata wewe ambaye wewe umejiona kwamba we umetakasika sana, wewe umekuwa mtakatifu mkamilifu, haiko jina lako njo maandiko iko natuambia. Lakini maandiko iko natuambia ni jina la Yesu ambalo linatuokoa. Hacha turudilie kusoma, twende tusome ingine maandiko. Katika kitabu ya Yohana Mtakatifu sura tatu tunaanza kwenye mstari wake wa kumi na sita. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie, asipotee bali awe na uzima wa milele. Hakumtuma, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Twendeleshe mustari wa kumi na mnane. Nasema amwaminie yeye hahukumiwi, asiye mwamini amekwisha hukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Tunaendelesha wa kumi na kenda inasema, na hukumu eh, wa kumi na kenda inasema na hii ndivyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Haleluya! mupendwa wa Bwana, wewe ambaye uko naona ya kwamba wewe unajichukia, unajizarau, wewe unajiona ya kwamba wewe wewe hawezi ingia fasi, wewe ambaye wako na zarau, wewe hawezi ingia mbinguni, wewe wewe hawezi simama kumadhabahu, juu lifanya hivi, wewe hawezi fanya hivi, juu lifanya hivi. Mupendwa wa Bwana, wewe njo Yesu alikuja Usijizarahu, usijizarahu, usijione ya kwamba banadamu banakuhukumu hivi, na we ujihukumu. Hapana, weye njo Yesu alikujia, njo anasema ya kwamba eh, ni wagonjwa ndio wanahitaji wanahitaji doktere. Kama hauko mgonjwa, hawezi hitaji doktere kama uko mgonjwa utaenda fani ni kwa mganga hakuna, utaenda kwa mganga ni kwa sababu uko mgonjwa. Na sasa, kama weye unazarauliwa na watu, wewe uko na unajiona ya kwamba wewe haufai kwa sababu ya udhaifu fulani, ya kwamba unaona umejikaza u, u, ukue na wewe kama wale waaminio, ukue na wewe kama wale ambao wanaweza kuikala bila zambi, lakini unashindwa weye, sasa njo Yesu alikuia weye Sijizarau, wenjo Yesu alikuia mwanamke Msamaria kisimani. Angalikuwa mtakatifu, yawezekana hange alikutana na, na Yesu, maana mwaile Samaria yote. Mwaile Samaria ule mwanamke alikuwa anajulikana kama kahaba, na hata Yesu alimjua kama kahaba lakini tazama, Yesu hakuona ile. Yeye ndiyo alikutana na Yesu wa kwanza katika muji ya waamini, wote walikuwa na jiona waamini wa Samaria, yeye alikutana na Yesu wa kwanza, ijapokuwa Yesu akamwambia ya kwamba ulikuwa na wanaume watano na na wa sita si wako. Mpendwa wa Bwana, yeye alikuwa wa kwanza kukutanana na Yesu kuliko wote ambao walikuwa na jiona wao wanafaa ule mwanamke nafikiri ya kwamba walikuwa wanamnyoshea bidole mahali ambako anapita, ule naye, ule naye, ule naye, lakini alikuwa wa kwanza kutanana na Yesu. Maana watu kama hao ndiyo Yesu alikujia, ndiyo Yesu alikufa msalabani kwa ajili yao. Tazama tena habari ingine katika Biblia, mwanamke ambaye alipofumaniwa alifumaniwa akifanya uzinifu, na Mafarisayo walimuleta mbele za Yesu wakimushitaki, wakisema kufuatana na desturi zetu, kufuatana na sheria zetu, mwanamke kama huyu inatupasa tunampiga majiwe akafariki. Yesu akawaambia, kama miongoni mwenu kuna yule ambaye hajawahi kutenda dhambi basi awe wa kwanza kumtupia jiwe. Yesu akainama akaendelea kuandika e, akaendelea kuandika chini, na Yesu alipoinuka wale wote walikuwa wamekimbia, wametoka mmoja kwa mmoja, maana walipoingia katika dhamira zao walikutana ya kwamba wanashutumiwa nao wamekwisha kufanya dhambi. Na Yesu akaambia mwanamke, washitaka wako wako wapi? na mwanamke akamwambia sijue Bwana. Yesu akamwambia uende na usifanye dhambi tena. Mpendwa wa Bwana, unapopokea Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako, ujue ya kwamba ni jina kubwa ambalo unapokea. Kwa jina hilo kila goti litapigwa. Sasa usijikamate ya kwamba uko tu mtu wa ivivi. Jua identite yako, unaweza ukakosa unaweza ukakosea, lakini hauyatoka katika familia ya Mungu. Maana unapopokea Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako unaingia katika jamaa mpya, unazaliwa katika jamaa mpya. Na weye kukosa ama kushindwa ku, ku, ku, ku, kufanya dhambi haiyakuwa kusema unatoka sasa mwaile jamaa. Hapana, Mungu angali baba yako. Jirezerve kidogo. Maana kama wewe uko muzazi, unazala watoto wawili watatu, ule mutoto anaenda kulele inje ananguka katika zambi kama mwana mupotevu. Sasa huyo mtoto anabadilisha identite yake, anakuwa mtoto wa jirani? Kwa sababu halifanya ha, zan alikukosea we mama yake, alikukosea we baba yake, unakamata sasa jina ule mtoto posteno yake unatia hako, anakuwa mtoto wa jirani. Sufikiri hata, tumikisha hata akili yako, na wakati ume kuwa ume, umepokea usu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tayari Mungu ni Baba yako, unakuwa ndani ya jamaa. Unaweza ukakosa, lakini ukijitambua tena, kule ambako ulienda unakosea, unarudia, unaomba Baba yako msamaha, ni Baba, atakusamehe Biblia, Bibilia iko natuambia, maandiko iko natuambia ni zambi moja tu njo Mungu hawezi akasame, na ni zambi ya kukufuru. Basikia kudanganya, basikia kuintimide ase ju ulifanya hivi auko tena mtoto wa Mungu ju ulifanya hivi unakuwa mtoto wa Shetana. Ah, shetani aliumbaka mutu wake siku gani? Mungu iko nasema tena ya kwamba ukisema maneno ya Mungu nasema ukisema hauna zambi unamfanya Mungu kuwa muongo na kweli haiko ndani yako. Lakini ukitubu kiungama zambi zako Mungu atakusamehe. Basikie kuentimide ba mafarisayo, basikie kuentimide balimu ya madini ase juu umefanya hiki hauko tena mtoto wa Mungu. Mungu ni baba yako, tambua identite yako. Ujumbe hii ni yako, wewe ambaye uko nazarauliwa na ujumbe hii ni, wa, ni yako wewe ambao unajiona mtakatifu. Naongea haraka haraka, maana dakika zangu zime...